Na mtazamaji, karibu kwa hivi sasa moja kwa moja katika kikao chetu ambao niko na Daktari Mwaka ambaye niko naye hapa, ukipenda Dr. Mwaka ambaye atakuwa tunazungumza kuhusu mada hii ya uh, wivu uh, uh, kama ni kitu muhimu katika ndoa, na pia vile vile niko na Miriam Migomba kutoka Dar es Salaam, Tanzania uh, pamoja na Bi Msafawari kutoka Mombasa, wote wanachangia. Daktari uh, eh, tuje kuzungumza kwamba ile swala la wivu, tunasema kwamba mke asiyekuwa na wivu, nani asiyekuwa na wivu, lakini <laughs> haieleweki kwa kutumia wivu, nao pia ni kero. Naam. Wivu ni muhimu katika ndoa. Wivu uh, kwanza haupangwi, hakuna anayepanga awe na wivu. Wivu ni hisia zinazotokea panapokuwa na mapenzi baina ya mtu mmoja na mwingine, na una faida zake ukiwepo na una hasara zake ukiwepo, lakini usipokuwepo bado hauna madhara yoyote. Uh, faida zinazoweza kuja baada ya watu kuwa na wivu na mwenzine, mwenzio, na mwenza wake mm -hmm. Ni kama anaweza kufu, uwe wivu unaweza kufungua mazungumzo yani, pale anapoona na wivu anaweza kafungua mlango wa mazungumzo, na hivyo communication au mawasiliano yakajengwa, chanzo ikawa ni ule wivu. Lakini wivu huu, huu ukizidi unaweza ukaleta madhara, kwa sababu lugha zinaweza kutumika ambazo si zenyewe katika yale majadiliano, halafu ikaleta madhara makubwa zaidi. Lakini nachoweza kuambia tu watu wa ndoa, watu wenye mahusiano ni kwamba lazima wajue kutofautisha kati ya wivu na mashaka. Hapa ndo kuna shida na maanisha, kuna wakati mwingine, sio kumwonea wivu mwenzako si vibaya, ila kumtilia shaka kwa jambo ambalo hajafanya, unaweza ukamtuma afanye baadaye. Kwa hiyo wenza, mwanamke, mwanaume, ukiwa na wivu na, na mpenzi wako na mme wako mke wako, si kitu kibaya, lakini tofautisha kati ya wivu na mashaka kwa sababu ikiwa unamtilia mashaka kwa vitu ambavyo hafanyi, kwanza umtendee haki, unamwonea lakini, ikizidi hufika mahala, akasema, sasa kama ulisha nituhumu hivyo vyote na sijafanya kitu, kutakuwa na tofauti gani kama nikifanya, nikifanya kweli? Kwa hiyo naweza kuambia wanandoa ni kwamba wivu ukiwepo, kama utafungulia mawasiliano na mazungumzo mazuri wivu unaweza kuwa ni chachu ya mapenzi, lakini kama ule wivu utajenga migogoro, chuki, hasira na mambo mengine yasiyofaa, ule wivu utakuwa ni kama sindano kwenye ile ndoa, kwamba haito haito haitofaa. Lakini kubwa zaidi, narudia tena, jifunze kutofautisha kati ya wivu na mashaka. Mimi mke wangu akinionea wivu nasema yes ananipenda kwa sababu, kama hanipendi. Na utajuaje? Labda kama tunakwambia, Msafari, na utajuaje kwamba haya ni mashaka usio wivu? Okay, sawa. Wivu huwa huko general, mashaka hayo yako specific. Kwa mfano, mume wangu, unavyotoka, navyokuona, unavyopendeza, unavyo mm. najua kuna vitu vitu huko vitakutakataka, hebu fanya hivi. Hiyo ni, hiyo, hiyo ni kauli ya wivu, lakini kuna kauli ya kwamba mume wangu, unavyotoka mimi siamini kabisa huko nakwenda kama ni salama, hayo ni mashaka na in, kuna zile kauli za ulikuwa wapi? Mbona leo hukupiga simu? Mbona, yani kama vile hayo yaanakuwa tayari na majibu yake, aidha ni mwanamke au ni mwanaume, kwamba kisha kuwa na majibu ya shaka, akidhani hukupokea simu kwa sababu ulikuwa mahala fulani, ulikuwa na mtu fulani. Kwa hiyo anakuhoji au anafanya interrogation, akiwa ana majibu aliyojiwekea yeye, anataka i approve kupitia uso wako, response yako na majibu yako. Hayo ni mashaka, huo sio wivu. Wivu unakuwa general, yani hata kama huendi popote pale, hata kama uko na marafiki zako wa kawaida, kuna yale mambo ambayo anahisi hapana, sitamani mume wangu wangu asogelewe na mtu mwingine yaani, mm. Natamani kama alivyo wa kwangu abakie kuwa wa kwangu, huo ni wivu. Lakini mm -mm, nahisi kuna kitu akipo, sawa mbona juzi alirudi mapema, leo, hayo mpana. Ni mashaka, mashaka. Na niwaambie watu kwamba mashaka si kitu kizuri, na narudia kusema kuna theory katika, katika law katika sheria wanasema ni bora umwachie huru mtuhumiwa aliyetenda kosa kuliko umfunge mtu ambaye alikuwa hana hatia. Madhara ya kumfunga asiyekuwa na hatia ni makubwa sana kuliko madhara ya kumwachia huru aliyekuwa na makosa. Maana yake ni kwamba unapomtuhumu mtu, iwe bahati nzuri, unachomtuhumu kiwe cha ukweli. Kama unachomtuhumu si cha ukweli na ukaendelea kumtuhumu, madhara yake yanaweza kuwa ni mabaya zaidi kuliko hata ungeacha kumtuhumu na alifanya kitu kweli. Sema kitu, kauli nzito. Dkt. Mwaka anasema ni anasema, <laughs> kumwachilia mtu ambaye alikuwa nakosa kumwachilia huru naam, si sawa na kuweza kwenda kumhukumu mtu ambaye hana kosa, madhara haya ni makubwa zaidi kuliko yale ya kumwachia huru aliyekuwa na makosa. Sema kitu, kibwagizo kizuri sasa cha kuweza kutafakari. Tuende moja kwa moja kwa Bi Msafawari akiwa kaunti ya Mombasa. Bi Msafawari, Je, wivu ni kiungo muhimu kwenye ndoa? Wivu lazima uweko, na kama wivu hautakuwa basi haumpendi mwenzako, maanake lazima uweko, lakini nasema uwe wa kiasi. Nikisema uwe wa kiasi ni kwamba hata wakati mwingine unaweza kukuta mwanamke, sijui kama vile ni kumpenda ama ni kumshuku, mke wake mpaka harusini anamfuata, anamtoa mbele za watu: toka, toka, toka. Nani alikwambia uje uje kwenye harusi sasa, anamwaibisha mke wake. Ni jambo tumejona mara nyingi sana. Hata hivi tunavyozungumza, kuna wengine, nilisikia jana walikuwa wana vita, lakini mtu ameenda harusini. Kwa nini umeenda? Yaani mtu kabisa hutakikani utoke uende mahali. Mimi napenda ile wivu uwe wivu wa kiasi, lakini ukizidi sana inakuwa ni kama sasa nafikiri ndio hiyo Dokta Mwaka anasema kwamba ni mashaka. Maanake sioni kama kweli mtu unampenda kisha umfuate mbele za watu umtoe kwa kumkalipia. Hapo ndio unamtuma afanye kitendo kibaya. Na ni kweli, unapofuata kwa njia kama hiyo, unatumwa mabaya. Na mimi ninaona wanaofuata wake zao katika njia kama hiyo wao wenyewe ndio wana wana tabia mbaya. Lakini ule wivu wa mtu apige hoja, alafu aulize mamake fulani yuko wapi? Mamake fulani nilikuwa nafurahia nikiulizwa Najua kama kwamba napendwa, kuna mtu ananitafuta na niko ndani ya nyumba, nasikia raha nikitafutwa. Kwa hivyo kama ninavyosema, ukizidi ndio vibaya. Na kuna wengine wanakatazwa hata kwenda matangani, utaambiwa usiende matangani, na unasahau kwamba na wewe linaweza likakupata. Kwa hivyo nasema tuwe na wivu, lakini wivu uwe wa kiasi. Nam, bila shaka. Lakini pia wakati mwingine, pia tusiseme kwamba ni mashaka. Kama mwanamume wako ama mke wako, wako naye pia na, anakupenda kupitiliza ama anakupenda sana, pia tumwache we na uhuru wa kukuuliza yale maswali, na anaweza kuwa anakuja ashakuzoea muda mrefu. Leo una furaha kupita kiasi, nakuuliza, tumbona mwenzangu, leo una raha kupita kiasi. Sidhani kwamba hiyo Miriam, nisaidie. Dkt. Maka anajaribu kujitetea wakati mwingine, alazimishe mashaka na kukwepa maswali ya kweli, ama ni kweli kwa wakati mwingine mengine sio? <laughs> sio wivu, ni mashaka <laughs> Rashidi, uh -huh. uh, mimi naomba nizungumze kitu kimoja. Anayekupenda iwe mwanamke iwe mwanaume, lazima atakuwa na wivu na wewe. hakuna wivu wenye mashaka Menelewa, ila kama kuna mtu anafuatwa kwenye msiba ile ni hisia yake ya mapenzi ahana namna hana uwezo wa kujizuia tayari ameshampenda yule mwanamke ama ameshampenda yule mwanaume kwa hiyo kuna watu wanachukulia kwamba wivu ukizidi sana unaweza kuleta athari hapana mimi nimeshapendwa najua kwamba mwanaume ama mwanamke anayependa mpaka amepitiliza, natakiwa niishi naye vipi ili niweze kwenda naye sawa? Kwa sababu wanasema kwamba wanawake, tuna hisia ambayo inaweza kuwa kwenye ukweli na inaweza kuwa kwenye uongo. Lakini leo hii kuna wanawake wanasema, kwa sababu nakutana nao, anakuambia Mariam, mi naweza nikatoka nikarudi nikalala, lakini mume wangu hajawahi kuniuliza kitu chochote kile. Hivi kweli mwanaume ananipenda? Mwanamke anauliza hilo swali, mwanamke mwenzie anamjibu mm, hapo hataka kupendi, yaani hapo mnaishi tu. Na ni kweli mwanaume, mwanamke anayekupenda utalia uta- utamuuliza na maswali, ni vitu vya kawaida kwa mwanamke kwa mwanaume ambaye unayependwa. Ila labda nizungumze kitu kimoja katika watu wanaopenda kwa dhati ni wanaume wanawake, tunaweza kuingia sehemu, kwa sababu nilipoachwa natamani kuitafuta mwanaume anioe, na leo naweza niko tayari kumuiza Bi Msafawari ama kumuuliza Lulu, nimepata mwanaume, lakini mi moyoni mwangu hayupo, ila yeye ananipenda. Ah, wewe Mariam, nenda kaishi naye maisha yako, si anakwenda. Na kweli mi mimi niko tayari nakwenda kuishi na mwanaume ambaye moyoni mwangu hayupo. Mimi aliye kuwepo moyoni mwangu ni Rashidi, lakini leo nimeolewa na Dr. Mwaka, lakini nita pretend ili ya kwangu yapate kwenda. Inafika mahali Dr. Mwaka anaponionea wivu, mimi sasa naona kama vile kwamba ni ugomvi, ni karaha, ni tabu. Nakwenda mpaka kwenye familia, naenda kuwaambia mume wangu ana kelele, mume wangu amezidi. Kumbe sio yule mwanaume ana upendo wa dhati na mimi, ila mimi sina upendo wa dhati na yeye. Ndio inafika mahali watu tunashindwa kuelewa na kutambua. Leo hii unakuta mwanamke anachinjwa, leo hii unakuta mwanamke anauliwa, leo hii unakuta mwanamke anadhuriwa tu, lakini kumbe ni sababu yule mwanaume ana upendo wa dhati na mimi ila mimi sina upendo wa dhati na yeye. Kuna wanawake leo hii wanaoniangalia waume waliowaoa sio mwanaume ambaye alikuwa anamtarajia, hilo la kwanza. Na mwanaume aliyemwoa sio ni mwanaume ambaye yuko ndani ya nafsi yake. Kuna mwingine anakuambia, mi naishi ni kwa sababu ya watoto, lakini ikifika mahali nitaondoka. Na ni kweli mwanamke haoni shida, ila anayeathirika kisaikolojia kabisa Naam. Ni mwanaume kwa sababu mwanaume ndiye aliyependa kwa dhati eneo. Naam, kuna kitu mao ta kuangalia wakati mwingine na, na, uh, kuwa tuna wahukumu wake ambao wanataka kufuatilia waume zao, kwa sababu tu anakupenda na si kwamba ana mashaka. Hujua tumono umechelewa, uko wapi, manipigia simu, eh <coughs> e, simu na nasipendi tabia na, anakupenda. Umesema kwamba ni si ambazo mtu ako Naomba na, na, na, na niweke vizuri. Naam, balil insanu ala nafsihi baswira, kila mtu nafsi yake inajua kilichomo ndani yake. Naam, mwanamke au mwanaume, kama unamwonea wivu mpenzi wako, mwonee wivu, hakuna shaka, nafsi yako inajua. Ila kama unamtilia mashaka, acha, kwa sababu nafsi yako pia inajua. mm -hmm. Hayo maswali unayouliza, nafsi yako inajua, nayauliza kwa wivu au nayauliza kwa mashaka, wewe nafsi yako inajua. Narudia kusema kwamba acha mashaka ona wivu kwa sababu mashaka huwa yanajitambulisha usoni, na wivu unaongea usoni. Kwa hiyo kama una mashaka acha, ila kama una wivu, ona wivu na uwasilisha wivu wako. Usingependa mtu ambaye anakufuatilia fuatilia, mke ambaye anafuata mimi, msipenda mpangu... mke wako anakuza, uko wapi? Mbona mchezo? Mbona unaja? sizungumzi si hivyo? Yani akiniuliza niko wapi eh, kwa sababu ana swali lake, anadhani nilikuwa mahala fulani uh. Halafu nikamwambia nilikuwa, ah, mbona mimi uliniambia umekwenda huku, kumbe umekwenda huku. Akiniuliza kwa wivu, nasikia raha. Akiniuliza kwa sababu ananituhumu jambo, sitajisikia vizuri. Na uzuri ni kwamba katika maelezo, mwisho wake huwa inajieleza tu, yani lile swali aliuliza kwa namna gani. Kwa mfano, kuna wakati mke wangu anauliza mbona umechelewa, nimekuwa na mashaka, kuna mvua na maji yamejaa. uh-huh. Yale mashaka yake ya kwamba niwe salama, raha Yani kama amenitafuta kwa sababu hiyo, mm -hmm. Raha ila kama amenitafuta kwa sababu aliona kwenye simu yangu, nimesema nitapita mahala kumwona mtu fulani, na yule mtu jirani yake, kuna mtu ambaye yeye anadhani nimewahi kuwa na ni mahusiano naye mm -hmm. Yani ana connect yale maswali yake na kitu ambacho anakidhani si kizuri, siwezi kumkumbuka kwa sababu kuna uwezekano labda, labda, labda, okay, kwa sababu tunafundishwa kudhania mazuri na si kudhania mabaya kwa hiyo kama yeye atatanguliza kudhania mabaya, atafikiria mabaya, hata sura yake ataiweka vibaya, hata maongezi yake ataongea mabaya, na hatimaye kitakuja kibaya. Mm. Ila kama alikuwa na kufikiria mazuri m, hata sura yake itakuwa nzuri, ataongea vizuri, communication itakuwa nzuri. Nachokataza ni kufikiriana mabaya na kutuhumiana, hilo nakataza, lakini kuoneana wivu kwa mapenzi na, hilo sina shaka. Na unasema anayekuwa na mashaka mengi anakusukuma mtu ufanye Aki... Yes, zinaweza kufanya ukaamua sasa basi ufanye kweli mbali. Mimi nachoogopa au unachoogopa na, mke wako mpenzi wako mume wako na, awe na mashaka na wewe, ungependa akuamini, sio? Ameshavunja uaminifu na hujafanya chochote, ukifanya unaogopa nini tena? Kwa hiyo so, lakini vice versa is true. Uh, ningetamani ni kuambia wanaume, hakuna zawadi kubwa unayoweza kumpa mkeo kama kumpa wasi, kumpa ule uhakika yaani, anaweza akajiuliza hivyo pale, lakini anakaa rohoni mwake, anasema, kwa hakika mme wangu ni mwaminifu, huu namletea ni ujinga wangu tu. Ukimfikisha mwanamke hapo, umefaulu kuliko kufaulu kote kule. Na mwanamke vile vile, hakuna zawadi unayoweza kumpa mwanamume kama ile hali ya yeye kujiamini kabisa kwamba huyu ana mapungufu yake mengi tu mm -hmm. lakini kwenye hili la kunisaliti mimi la kuondoa kwangu halipo. Hakuna zawadi yoyote ambayo mwanamke anaweza kumpatia mwanaume zaidi ya hiyo. Na Miriam amesema ukweli. Wanaume wanapenda, wanawake hawatupendi. Na si kosa. Na Machel amesema wanawake hawatupendi. Hawatupendi. Na wala hawatakiwa tupende. Wala hakuna sehemu imeambiwa watupende. Wao anatakiwa atutie na kutuheshimu. Sisi ndio tuwapende. Na ukweli uko pale pale kwamba mwanamke mwanamke, uliza mwanamke yote, hata ukimuuliza mke wangu, hata ukimuuliza mke wako, hivi ni wanawake wangapi anaweza kaishi na mwanamume asiyempa furaha? Ni wachache sana. Yeye anachoheshimu anacho worship ni ile furaha yake, yani hisia zake. Wanawake wako pale kuangalia hisia zao. So, anapot, anaposema mwanamke kwamba anapojieleza kwamba anakupenda sana, fa yale maneno tu daktari, kwanza hmm? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay, hawatuogopesha, hawatupendi na ndio ukweli, na hawatakiwi kutupenda. Kuto kutupenda kwao si kosa, na kama wangetupenda Naam. huenda hii dunia tuliyoijenga tusingeijenga hivi, sababu wangetupenda, wangetuhurumia, wangetuhurumia tungebweteka. Baada ya kubweteka, dunia isinge kuwa hivi, lakini kwa sababu hawatupendi Naam. tunajua kabisa, uchumi wangu ukiumba huyu huenda asikae na mimi, ndo tunakimbizana mbio. Kwa hiyo, ile kuto kutupenda kwao ndo faida yetu sisi, na wala si hasara kwetu sisi. Seme kitu, kauli nzito kabisa ya kuweza kutafakari. Nataka nimpe dakika moja Miriam, alafu Bi Msafawari jamalizie Miriam. Nimeona kwamba wakati daktari anazungumza huwa kuna hoja wataka kuweza kuchangia nikupe nafasi, alafu tuje kwa Bi Msafawari amalizie mada yetu. Lakini hapa daktari anatuambia wanawake hawatupendi wae kazipo, wanawake wengi wao walioolewa, yaani namaanisha wanawake wengi wao walioolewa wameolewa na wanaume ambao sio wanaowapenda. Na ndio mwanamke akikupenda. Naam. Yaani Miriam wewe unapenda, maanake daktari amesema wanawake hawapendi, wanatii na kuheshimu. We unaamini unapenda? Niulizie, anaweza kuishi na mwanamume? Mimi, mimi, mume wangu ninampenda kwa sababu ni mwaka wa 34. Sababu ipo amedondoka amenyanyuka, niko naye ila wanawake ah, wengi wao wameolewa na wanaume ambao sio wanaowapenda, wanaume ambao wanaowapenda <laughs> wapo. Yani unaweza ukaoa ni mke wa mwanamke ni mwanamke wa mwanaume mwingine <laughs> anaweza mwanamke kuishi na wewe na akafanya tendo la ndoa na wewe, lakini hisia yake, akili yake haipo kwako, hiyo iko kwa wanawake. Lakini naomba nirudi kuzungumza kwa uchache, mwanamke akikupenda, naam Furahia. mwanamke akikupenda, kuna wanaume, wanawake wanawapenda kwa dhati. mi, mi, mheshimu mwanamke anayekuonyesha upendo, unaumwa. Eh. Miriam, mi naona tufanye uh, hivi, maanake naona daktari hapa ameweza ku, uh, kuanzisha mada moja nyeti. Tufanye hivi, tupate muda Miriam, tuje tuizungumzie kwa kina juma linalokuja, wewe Bi Msafawari, na tuje tuulize, je, ni ukweli wanawake upenda ama wanawake upata, utafuta furaha eh, <laughs> na amani maishani, tukijenga hilo, kuandaa mada tumuulize yeye mwenyewe dada yangu Mariam tutakuja muuliza siku, tutakuja kumuuliza siku hiyo, tutaanza hapo. Lakini mtazamaji takatuangalie Jumamosi inayokuja, mada nzito kwamba, je, wanawake wanapenda kweli, ama wanawake hawapendi, wanachohitaji kwamba ni amani, utulivu, kama anavyozungumza na ukimwona. Mwanamke anapenda kwa mujibu wa daktari ni kwamba anapenda kwa sababu tofauti na wanaume. Wanaume wanaweza penda tu bila sababu, lakini wanawake lazima wapende kwa sababu. Ina maanisha wao, huo sio upendo wa dhati? Sivyo kabisa. Seme kitu tarudi na mengi.